Rais wa Marekani Donald Trump amewasili nchini Israel kuungana na raia wa taifa hilo kusherehekea makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas yaliyoratibiwa na Marekani. <tipa> Trump alisema makubaliano hayo yamemaliza kabisa vita na kufungua mlango wa amani ya kudumu huko Mashariki ya Kati. Trump alilakiwa na Rais wa Israel Isaac Herzog, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, mjumbe wa Marekani Steve Witkoff, binti yake Ivanka na mumewe Jared Kushner. Trump pamoja na mambo mengine atalihutubia Bunge la Israel Knesset, akiwa rais wa nne wa Marekani kulihutubia bunge hilo, akitanguliwa na Jimmy Carter aliyehutubia mwaka 1979, Bill Clinton mwaka 1994 na George W Bush mwaka 2008. Lakini pia atatunukiwa tuzo ya juu kabisa ya kiraia baadaye mwaka huu, hii ikiwa ni kulingana na rais Herzog.